Mtazamaji wa maisha safari chani, karibu sana chaneli yako hii. Kama bado hujasubscribe basi subscribe, like, pia bonyeza alama kengele ili wa kuanza kupata habari zetu pale tu tunapoziposti. Leo nataka nielezee sababu ambazo mtu zinamfanya anaweza kuingia katika uovu, yani sababu ambazo mtu zikamfanya anaweza kaingia katika uovu. katika maisha kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mwanadamu akafanya tofauti na Mwenyezi Mungu anavyotaka. Lakini yafuatayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kumfanya mwanadamu kuweza kuingia katika maasi ya Mwenyezi Mungu, yaani anaweza ya mpaka mwisho siku akamkufuru. Cha kwanza kabisa, kutokuwa na imani. Imani ndio msingi wa kwanza kabisa wa kufanya mambo mema ambayo Mwenyezi Mungu anaturuhusu si kufanya. Mtu yoyote mwenye imani lazima atafanya mambo mema na atakatazika na mabaya, na kama atafanya jambo baya, basi atafanya kwa bahati mbaya, lakini sio kwa makusudi. Hiyo jambo la kwanza kabisa, imani. Imani yoyote yaani imani, imani ya ya yoyote ya dini yoyote. Sidhani kama kuna dini ambayo inaruhusu kufanya mtu kufanya maovu. Ukiona hivyo, hizo dini za kidunia, lakini dini ya haki ya mwenyezi mungu, yani ukiona dini ambayo watu inafanya maovu, sio dini ya haki. Ila dini ya haki ya mwenyezi mungu lazima imwamlishe mtu kufanya mambo mema na ukatazika maovu, na imwamlishe mtu kukumbusha wenzake, yani kama unafanya mambo mema na unakatazika kufanya maovu maovu, afu wakumbushe wenzako, yani maanake bado e dini haja kuingia yaani, kuwakumbusha wenzako pia na ni amli ilo. Jambo la kwanza, la pili, umaskini. Umaskini ukikuzidi sana, unaweza kukupelekea mtu kufanya maovu kivipi? Kwa sababu maskini yoyote akiwa na imani inakuwa rahisi kusurvive, lakini asipokuwa na imani hawezi kuwa, yani ngumu sana kwani kuwa na subira. Kwa sababu so, maskini mtihani wake mkubwa ni subira, na tajiri mtihani wake mkubwa ni shukra. Shukran kwa Mwenyezi Mungu

kazi nyepesi kupata hivyo vitu, basi inaweza kufanya mpaka ukaingia katika maasi. Lakini ukiwa maskini alafu ukitosheka na unachokipata basi inakuwa rahisi sana ya kusurvive, yani kuishi. Jambo la tatu ni utajiri. Tajiri pia ana nafasi kubwa sana ya kumwasi Mwenyezi Mungu endapo asipotumia vizuri mali zake, kwa sababu Mwenyezi Mungu hata leo hii ukimwomba utajiri, ukimwomba mali, basi mwombe Mwenyezi Mungu na jinsi ya kuzitumia hizo mali. Tofauti na hapo, unaweza kukupa mali afu kakufulu, hasa ndio utajiri. Matajiri wachache sana anaepata mali afu akashukuru, akashukuru unakuta leo hii mtu bilionea au trilionea, anatakiwa atoe zaka kwa mwaka pengine bilioni kumi, lakini wangapi sasa hivi anatoa zaka kwelikweli? Na zaka haimalizi mali, zaka kidini, kama una imani inaongeza mali, yani zaka inaongeza mali. Lakini wangapi? Manake usipotoa zaka maki umekufuru, kwa sababu zaka ni lazima. E, saa una pesa Wenzako ambaye hawana pesa wanafaidika kutokana na yeye maskini, ndo maana zaka. Na zaka sio uweke kituo cha atima afu endo kaipeke huko, kituo hicho cha atima kitakuwa chini yako, sio kwa ajili ya ile zaka. Na ambapo tuelekezane, wewe tajiri ukianzisha kituo cha atima sio kwa ajili ya kupeleka ile zaka, hiko utakilea ya wewe, yani kipo chini yako wewe ukitoa ile zaka na kama hujui mafungu watu wa kutolewa zaka, mojawapo ndao maskini, walioishiwa na safari, katika kuendeleza dini na kujenga nyumba za ibada. Lakini usipofanya hivyo, tajiri usipofanya hivyo, we leo hii Mwenyezi Mungu akupa utajiri, basi sasa mfanyakazi wako wote asifanye kosa, akifanya kosa kidogo stiki. Yani, stiki sio na viboko, nampiga viboko. Ina maana viboko kikazi stiki; stiki unasimamishwa, unasimamishwa kazi kwa muda, au stiki unapunguzwa mshahara. Mtu apigwa stiki kazini ndio hivyo au unaachishwa kazi, ndio stiki, sio mpigwe viboko. Anakimbilia hapo laki, lakini kumbe makosa ni hapo kwa kila mwanadamu mtu na kazi basi, wewe sasa ndo wakati wa ibada. Mtu tajiri, basi wewe au na mali ndo basi, sasa wakati wa ibada inakuwa mbaya sana. Kuna jamaa mmoja aliomba utajiri na alipata utajiri, lakini baadae alikuwa swala tano, baadae akaswali nne, akaswali moja, akaswali nne, akaswali tano, kwanza kaza na tano, aka kaenda nne, akaenda tatu, akaenda mbili, moja mpaka mwisho wa siku alikuwa nakufulu, alikuwa anasema hivi vikao vingi muda anakosa, lakini baadaye imemtokea pwani mali zake. Inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia siku moja nitaelezea kisa iko vizuri, lakini huko siko kwa maana hiyo, gupu hilo la nani la, la, la, la tatu, tajiri wapo karibu sana kufanya, kufanya, kufanya maasi. Matajiri wapo karibu sana kufanya maasi. na nikumbushe tu, yani maasi ni vile vitu vyote ambavyo unamfanya havimpendezi Mwenyezi Mungu, yani si ruhusa Mwenyezi Mungu wewe ufanye, ndio maasi. Kwa mfano shiriki, leo hii unaenda kufanya shiriki ili mali zako zilindwe, unaenda kufanya shiriki ili upate mali na shiriki ipo kubwa na shiriki ipo ndogo. Shiriki hiyo, yani shiriki imepanuka sana. Na shiriki ni kutomshirikisha Mwenyezi Mungu katika jambo lako lolote na kushirikisha viumbe wengine katika mambo yako ili, ili ufanikiwe. Yaani, baada ya kusema mimi naomba Mwenyezi Mungu kitu fulani anijalie, wewe unaenda kwa mganga, unafuata ushirikina, unafanya madawa, fanya hiki, fanya hiki, kesho utapata pesa. hizo shiriki kubwa. Shiriki nyingine ni kama ile mgonjwa amepona, alafu anaulizwa nasema mimi bila daktari fulani isingepona. Hiyo pia shiriki, kwa shiriki ina upana mkubwa sana. Kitu chochote leo hii ukienda kulala pasipo na kumtambuliza Mwenyezi Mungu akufikishe kesho, unamwaga mwenzako kwa heri, tutaonana kesho, aku umefanya shiriki manake una, una uhakika wa kufika kesho? Ushirikina manake wewe, we mchawi mpaka wewe mchawi? Manake au wewe Mungu, manake unajua kesho? Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanamfanya mwanadamu anaweza akaingia na, na maasi zaidi. Lakini vitu vyote hivyo ukiwa na imani, imani ndio msingi wa kwanza kabisa, ndio maana hata Muhammad aba kupewa swala kwenda kuzichukua katika miharaji, alipewa kwanza, alifundishwa imani na malaika, alifundishwa imani zaidi ya miaka kumi. Imani tu yani, kwanza imani tu imkae. Mi nikijikwaa hapa Mwenyezi Mungu ndo kataka mi nijikwae, lakini yee asingetaka nisingejikwaa na ningefika salama. Mi nimevunjika, yani ukiwa na imani maake una shukrani kwa baya, una shukuru kwa zuri unashukuru, baya. Alhamdulilahi zuri, alhamdulilahi. Lakini ukiwa huna imani, ukipata zuri unashukuru, ukipata baya umerogwa, kuna mkono wa mtu hapa. Yani ukipata baya unasema kuna mkono wa mtu. Kweli watu wenye husda ipo, tena husda mbaya sana, husda inamaliza mali, husda. Lakini wewe umejiandaa vipi na hiyo husda? Kwa hiyo hayo ni baadhi ya baadhi ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amewafanya wanadamu kuingia katika maasi wakiviendekeza sana. Kwa mtu akiacha imani, anaweza kuingia katika maasi katika kiwepesi kabisa. Tajiri anaingia katika maasi kiwepesi kabisa, maskini anaingia katika maasi kiwepesi kabisa. Mwisho kabisa mwanadamu ambaye anahitaji mtoto, huyo pia asipokuwa na subira, mwepesi sana kupata maasi. Mwanadamu ambaye anahitaji, iwe mke iwe mume, anahitaji mtoto, kama akiona hafanikiwi kupata mtoto, miaka na miaka imeenda, huyo ni mwepesi sana kufanya mwepesi sana kufanya maasi Mwenyezi Mungu tu, asipokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, asipomba Mwenyezi Mungu ampe subira. Kama riziki ya mtoto yeye hakuwa naye kwake, basi awe na subira, asingia, asingia katika maasi tofauti tofauti. Afunge, afanye ibada. Pia kuna njia anaweza akafanya na akapata mtoto. Kwanza awe na imani kwamba mtoto anaweza kumpa Mwenyezi Mungu akiwa na umri wowote, pili afunge pili aombe madua kila siku, akiomba madua, akiswali sala za usiku, pia anaomba nadua yake kwamba mtoto, Mwenyezi Mungu siku moja anaweza akamfanyia, lakini pia naye afanye wema. Kwa leo inatosha. Mwenyezi Mungu, naomba tujaalie tuwe wenye kufanya wema, maskini tuwe wavumilivu, tuwe watulivu na mtihani wetu wa subira shetani asije akatuingia sisi maskini na tuweza kufanya maovu kiwepesi zaidi, na matajiri tuwe kuwa na subira. Tutoe vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alisema tutoe. Tukiwa na mali zetu zinapungua, tusione kuna mkono wa mtu. Tufunge tusai, tuombe Mungu kila siku, na tunayetaka watoto pia tufanye hivyo, na pia tuwe na imani. Ila kwanza kabisa tuwe na imani, hayo yote yanatangulia na, na mtu kuwa na imani. Na ukiwa na imani ya kiembe hata ya haradani, Mwenyezi Mungu, cha kwanza kabisa cha kwanza kabisa, hakuna mtu ambaye anayefanya majambo yake afaka akashindwa kumjibu dua yake, hakuna. Lakini kwa leo tuishie hapo. Mwenyezi Mungu atujalie. Tunaona wakati wengine, kama kuna mtu mwenye mwe somo lolote, mwenye kome, komenti zozote, ya komenti hapo chini pia kama una kisa chochote unataka kuelezea, kama una maisha yote ya mikasa umepitia unataka kushea na sisi. Hii ni maisha safari channel inatuelezea sisi kuhusiana na maisha yetu tangu tulivyozaliwa, tulivyotambaa, tunavyotembea na mpaka kufa kwetu. Inaelezea mifumo, mifumo ya maisha na mienendo. Mwenyezi Mungu atujalie tufanye vitu vizuri zaidi.